Tumsifu Yesu Kristo. Naitwa Padre Innocent Makongoro mwana, ni padre wa Jimbo Katoliki la Msoma. Nafanya utume wangu katika seminari ndogo ya Mtakatifu Pio wa kumi kama mlezi na mwalimu. Mnavyoniona hapa, nimeshikilia rozari, kitu kitakatifu ambacho sisi wa Katoliki tunaitumia kama njia ya sala ya kumwelekea Mungu kupitia mama yetu Bikira Maria. Leo tarehe moja ya Oktoba tunaanza rasmi mwezi mtukufu mwezi wa Rozari. Mwezi huu wa Rozari kihistoria katika kanisa Katoliki ulitangazwa mwaka 1884 na Baba Mtakatifu Leo wa kumi na tatu ikiwa ni matokeo ya tukio kubwa lililotokea kupitia maombezi ya Mama Bikira Maria na nguvu ya Rozari katika Repanto, ama inaitwa ushindi wa Lepanto ambao kwa mombezi ya mama Bikira Maria basi wanajeshi wa Katoliki waliweza kushinda vita hiyo mnamo mwaka 1571 wakati wa Papa Pio wa tano. Katika mwezi wa rozari, wa wakatoliki wote tunaalikwa kusali rozari, lakini kabla ya kuisali rozari ni vema kuijua rozari: ni nini, chimbuko lake, maana yake, ahadi zake, mafundisho ya kanisa kuhusu ibada hii ya rozari takatifu na shuhuda mbalimbali za watakatifu mbalimbali ambao wameongelea sana kuhusu hii rozari takatifu kwa maana yake rosari inatokana na neno la kilatini rosario ambapo hilo neno basi ukichukua katika mzizi wa neno lenyewe rosa maana yake ni ua waridi ua rozi ambapo katika sala ya rozari, sala ambazo zinajirudiarudia mara nyingi ni sala kubwa mbili, ambapo ni sala ya Baba yetu pamoja na Salamu Maria. Hizi sala kwa kweli zimechukuliwa kama ua waridi. Tunajua kabisa ua waridi ni ua ambalo linasifika kuwa ua, ua bora kupita yote kwa kiufupi tu, huwa rozi inatambulika kama malkia wa maua, na hili huwa rozi kutokana na uzuri wake, harufu yake, na uangavu wake. Basi ndo vile vile hizi sala kuu mbili, sala ya baba yetu, ambayo ni sala ya Bwana, pamoja na salamu Maria, ambayo inaitwa sala ya kimalaika zina uthamani mkubwa ukilinganisha na haya maua mawili huwa rose. Kwa hiyo basi, rosari maana yake sasa ni mkusanyiko wa hayo maua. Unaposali baba yetu, salamu Maria, maana yake unatengeneza kitaro au bustani ya maua, hivyo kufanya rosari ama rosario, kutokana na chimbuko lake kuwa ni bustani ya mawaridi, kitaru cha maua waridi, maua rosi. Kwa kadi tunavyosali rozari vyema, tunavyosali hizi baba yetu na salamu maria nyingi, ndivyo hivyo ambavyo tunachukua sala iliyo na thamani kubwa kama maua ya ya maua haya rozi kumtolea Mungu kila siku katika sala zetu.